Hi guys, mambo vipi? Hope wote mko poa jamani. Nawamisi sana, nawapenda, nawajali, nawathamini. Thank you so much kwa wale wote ambao mmeendelea kusupport video zangu, ambao mmeendelea kuangalia. Jamani usiangalie video bila ku like, tafadhali. Bonyeza hiyo like hapo. Like iko wapi? Like ni ile dole gumba ambayo imeangalia juu kama hiyo. Bonyeza hiyo like hapo. Ulike hii video na ucomment na kisha ushare kwa mtu yoyote. Na kwa wewe ambaye unaangalia huja subscribe tafadhali. Subscribe. Jamani, leo tupo tarehe ishirini na saba kama sikosee, ishirini na saba ishirini na ishirini na saba, tunaenda kumaliza mwaka. Ndio tarehe ishirini na saba mwezi wa kumi uh, na mbili ishirini ishirini na tano. Tunamshukuru Mungu kwa kuvuka kufika mpaka hapa tulipofika. Kuna mambo mengi tumeyaona, mambo mengi tumeyapitia, kuna mitihani mingi tumeifikia, lakini wewe na mimi ambaye tuko hapa mwezi huu wa kumi na mbili tunamshukuru Mungu sana sana sana kwa sababu Mungu ametuvusha na tumefika hii talea leo. Tuendelee kumwomba Mungu tusiache, kwa sababu tunamwamini yeye, atuvushe tuingie mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Jamani, leo niko hapa kukuambia wewe ambaye unajiona au unajitambua kuwa mimi, nadhani mwaka elfu mbili na ishirini na tano kuna vitu nilivikosea, ambavyo, kwa mfano kuna wengine tulikuwa tukitapeliwa kuna wengine unamwamini tu mtu pesa unampa kujengee na hakujengei. Kuna wengine tumewapa pesa watu watutunzie haijawezekana familia zetu. Kuna wengine tumewasapoti watu ambao hawajarejesha shukurani. Kuna vitu vingi ambavyo tumefanya vimekosewa. Tafadhali badilika, huu mwaka elfu mbili na ishirini na sita ingia kivingine, badilisha system yako kama ulikuwa ukisaidia watu kwa engo fulani saidia watu kwa njia nyingine ambao unajua hii haitarejesha maumivu kwako. Kama ulikuwa unamwamini tu mtu unasema nijengee na hakujengee, ushatapeliwa. Jitahidi elfu mbili na ishirini na sita tusipate zile kesi za mtu ametapeliwa mtu sijui kaibiwa hici. Badilikeni, badilika elfu mbili na ishirini na sita ingia kivingine kabisa, fungua ukurasa mpya samehe yale yote ambayo yalitokea elfu mbili na ishirini na tano yasahau na uyapotezee kabisa. Ushukuru Mungu kuwa hiyo ilikuwa ndo mtihani wangu kwa yale yote ambayo nimepitia. Sahivi naingia kivingine kabisa, nabadilisha sistemu maisha yangu, naanza upya, yani kama vile umezaliwa upya. Special wote ambao wanafanya kazi Uarabuni, jamani, unajua jinsi kazi ilivyo, pesa inapatikana kwa tabu sana, alafu imagine umepata tabu kama hivyo, unatuma pesa mtu akujengee Anakuzidishia gharama na kuongopea, anafanyaje? Mwisho wa siku unapigiwa picha nyumba ya mtu mwingine ambayo sio yako, unajikuta pesa zimepotea kama hivyo. Kwa hiyo tafadhali jamani, wale wote ambao mmepitia kupitia msamehe, maisha mengine yaendelee, lakini jitahidi kuwa mimi naingia mwaka elfu mbili na ishirini na sita, naingia kivingine. Yani kama ilikuwa mwanzo naweza tu kumwamini mtu kwa haraka, basi hiyo yote naomba Mungu niondoshee, yani nisiingie tena na maisha hayo. Acha yale yote elfu mbili na ishirini na tano yawe yamepita, hivyo uingie kivingine. So una, una yale yale ulioyafanya elfu mbili na ishirini na tano unaona kabisa ulikosea, tena unaingia naye elfu mbili na ishirini na sita tunaanza kusikia stori zile zile. Mimi nimeibiwa, mimi nimetapeliwa, mimi hivi nilimwamini s Yani stori zinaendelea zile zile za kuibiwa. Tafadhalini jamani, tunaomba yoyote ambayo anajua hapa nilikosea, badilika, uanze upya. Nadhani tumepitia mambo mengi sana, tumeshuhudia watu wengi sana waliofariki, tumeshuhudia mkosuko mkubwa sana wa nchi yetu wa Tanzania, tumeshuhudia mambo mengi sana ambayo yametokea wewe na mimi, ambaye tunajijua tuko salama mpaka tumefika hii Disemba, tumshukuru Mungu. Kama ulikuwa ni mtu ambaye hupendi ibada, upendi kuomba, upendi yaani, rudi hayo yote, hebu sema Mungu, mimi nakurudia, narudi kuwa mwingine kabisa. Wale wote ambao mnaishi maisha tofauti, special watu ambao mko Arabuni, wewe ulikimbia unaishi mtaani, unaishi hivyo tu yani mm, unatumia mpaka yale mambo mengine kutafuta pesa mwili wako umeufanya sadaka tu kwa sababu familia haioni. Badilika, ingia elfu mbili na ishirini na sita kivingine. Kuwa Mungu mimi ni nani hata ukaniweka nikafika mpaka hii leo, sijaumwa, sijapitia changamoto yoyote hajafariki ndugu yangu eh? kuna kitu gani ambacho mimi Mungu nimekulipa? Ukitafakari ukawaza hayo yote, unapata majibu kuwa Mungu, nahitaji kukushukuru sana sana kabisa. Kwa hiyo nawapenda, nimejikuta nime, nime, kuwa niwakumbusha hicho kitu kwa jamani, mshukuruni Mungu kwa hapa tulipofikia. Lakini yale yote ambayo uliyafanya elfu mbili na ishirini na sita ni makosa Badilika, ingia lfu mbili a ishiina sitainiweka ratiba yako mpya kabisa. Kwa mimi nitakuwa ni mwingine, sio yule ambaye nilikuwa nikiambiwa tu tuma lakimbili natuma tumaelfu hamsini am nilikuwa hivyo. Nataka elfu mbili na ishirina sita uanze ukurasa wangu mpya. Kama nilikuwa sina kiwanja, nitanunua. Kama nilikuwa sijajenga, naanza kujenga na kama sina mtu wa kusimamia kujenga na mimi iko mbali basi Mungu nipe njia ya kutunza pesa zangu nikaweze eh, kufanya kile kitu ambacho nataka kifanyike. Thank you guys, msisahau kusubscribe jamani. Ukiwa unaangalia bila kusubscribe, una nipunguza zile spidi za kukuletea habari njema ikisha. Kitu kingine pia jamani, nitaweka namba ya simu hapo, kwa sababu nimeona watu wengi wanatafuta ile kutaka wasaidike, wapate kukupigia wakutumie message. Yani, waeleze shida zao. Kuna wengine wana changamoto, kuna wengine wanataka kazi, wanatapeliwa, wanaenda sehemu, wanapigwa hela na kazi hapati. Kwa hiyo nimeona tu haitoshi kuwa unanitafuta tu pale Facebook, kuna wengine wamesema hawana Facebook. Kwa hiyo yoyote ambaye ana Facebook ananipata pale kwa jina la Jemima Msalike, lakini pia na namba yangu ya simu nitaiweka hapo. Lakini hakikisha mtu atakaye kupigia simu sauti ukalili kama hii yangu, yani hiyo ndio nakusisitizeni Sio mtu achukue namba aitumie kivingine, apige simu akwambie hicha, akwambie vile, akutapeli pesa. Mimi simo, simo. Kama utaenda utatapeliwa huko, utaambiwa vitu vingine ambavyo so sio wenyewe, sio mimi. Na kama inawezekana kumpigia huyo mtu kwa video call, pige, uthibitishe, je, ni huyu Msadike au ni mwingine, ili tuepushe hayo mambo ya kutapeliwa. Thank you.